anaabuduwa iyaka nastai ilina sirata almustakim sirata aladhina al anamta alaihim hairi lmaulubi alaihim walaaiamin audh billahi minasheitani rajim bismillahi rahmani rrahim alhamdulilahi al rabilalamin -al wasalatu wassalamu ala sayidina muhammadi sallallahu alihi wasalam e mwenyezi mungu tunakuomba kwa rehema zako kwa uwezo wako Ya Rabbi na kuomba wajalie Simba Sports Club, wanapoenda kushindana na hiyo timu ambayo imekuja ngeni sijajua kidogo jina lake. Ya Rabbi na kuomba wajalie wapate ushindi mkubwa, waondolee shari za majini, shari za binadamu, waondolee misukosuko wakiwa uwanjani, wajalie afya ilikuwa njema, karimu wa habi, kwa uwezo wako, kwa rehema zako, kwa, kwa kile kitu ambacho umekileta hapa kituo na sisi tukakifurahia karimu wa habi ya Rabbi na kuomba uje uwalipe kitu kikubwa katika uwanja ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, kama vuosema katika aya yako aya tukurusii kwamba utatoa izni katika kila jambo, naomba utoe izni ya kushinda kwao, wa sallallahu kwa ala wa Muhammad wa, wa sayyidina Muhammadi waala ali wa sabina Muhammad. Kutoa shukrani za dhati kwa niaba ya uongozi wa Alzam Community Center washukuru sana uh, Mo Foundation Nashukuru sana wana Simba lakini pia nimshukuru sana msemaji wa Simba wana Ahmed Ali kwa yale ambayo aliwazungumza hapa, nia na makusudio kabisa na kutoka raga Mwenyezi Mungu katika mchezo wa siku ya Jumapili hapo kwenye Benjamin Mkapa. Na kwa sadaka hii hapa tunaamini watoto wetu hawa watafanya dua saizi hapa, lakini pia kuna wengine wako school wakirudi, pia watafanya dua kubwa zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunashukuru kwa kile ambacho mkaleta, si kidogo ni kikubwa sana kinasaidia kwa namna moja ama nyingine, lakini pia ni waombe muwe uh, muwe watu ambao wenye kuweka fikra sana mbele hmm. Mwenyezi Mungu hmm. sawa hmm. kwa umoja, maana together as one sio umoja, hmm. hmm. umoja ni nguvu, hmm. na kula amalu biniyati kwa nguvu ya sadaka hizi, na Mwenyezi Mungu achasema kwamba anatoa sadaka kwa watu yatima, wajane, na masikini na mafukana na wagonjwa, hata umwacha patupu, tunaamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, siku ya Jumapili sawa, katika hmm. mchezo wa Simba utapatikana ushindi mkubwa sana, Amin. Sana, ushindi utapatikana na, na mm. Mm. pia mtakumbuka hii kauli ambayo tunaizungumza leo hii sawa, lakini pia ushindi utakuwa zaidi ya vita vya Badr, Uhud na Hunain mm. wapinzani wataloa, wapinzani watalegea, wapinzani watatepeta mm. wataishiwa, hawataona mbele, mdomo wazi hapa mwish Taib taib. Masha Allah. Simba mimi sina mengi. Naitwa Musa Ali Bilali, ni katibu mkuu wa Alzam wafodien. Karibu sana, tunashukuru sana asante sana bismillah. Ehe, wewe nani? Wewe msamba mebaki la timu kubwa ndugu hey! zangu waandishi wa habari ndugu zangu wanasimba, leo tuko hapa kwenye kituo cha Alzam makhsusi kabisa, kituo cha kulelea watoto yatima, kwa ajili ya kuja kutoa sadaka yetu kwa watoto hawa, ikiwa ni utamaduni na utaratibu wetu wa Simba Sports Club. Kila tunapokuwa na jambo kubwa, jambo zito, jambo muhimu tunajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kutafuta radhi zake na msaada wake na rehema zake kwa ajili ya kutufanya wepesi na kumuomba atuwezeshe kila tunachowezekana tuweze kufanya vizuri, tumalize dhana kwanza. Ndugu zangu waandishi wa habari, ndugu zangu wanasimba, leo tumefika hapa kwenye kituo cha kulelea watoto yatima, kituo cha Alzam ambacho kiko Temeke pile Dar es Salaam, kwa ajili ya kutoa sadaka yetu, ikiwa ni kwanza, ni utamaduni na utaratibu wetu ambao tumejiwekea sisi Simba Sports Club, kila tunapokuwa na jambo kubwa, jambo muhimu, jambo zito, tunatoa sadaka hii, ikiwa ni sehemu ya kumfurahisha Mwenyezi Mungu, kutafuta radhi na rehema zake, ili atufanyie pesi katika jambo letu ambalo tunalikusudia hapo mbele. Tarehe ya ishirini na tatu tuna kibarua kizito, tuna mchezo muhimu dhidi ya Petro Atletico. Tunafanya maandalizi sisi kama binadamu tunajiandaa kuelekea katika mchezo huo, lakini bila msaada wa Mwenyezi Mungu hatuwezi kutoboa, hatuwezi kufanikiwa. Na Mwenyezi Mungu anaombwa kwa wewe kutoa chochote ambacho ulichokuwa nacho Simba Sports Club, kwa kushirikiana na Model Foundation tumefika hapa kwenye kituo hiki cha Alzam kutoa chochote ambacho tumejaaliwa ikiwa ni sehemu ya kwetu sisi Simba Sports Club na Model Foundation kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu ili atufanyiwe pesi Jumapili tuweze kupata matokeo chanya. Na hii haishii tu kwa, kwa, kwa Simba makao makuu kwa matawi ya Simba makundi ya Simba, hata mwana Simba mmoja mmoja anaruhusiwa kufanya chochote anachoweza kufanya ili kumfurahisha Mwenyezi Mungu na yeye atufurahishe siku ya Jumapili. Una chochote mfukoni mwako, toa sadaka, weka nia yako Mwenyezi Mungu na toa sadaka hii, naomba timu yangu ya Simba Jumapili tupate ushindi, kila mmoja kwa wingi wetu na umoja wetu. Akifanya hivyo tunaamini kabisa kwa asilimia mia moja siku ya Jumapili takwenda kupata matokeo mazuri, matokeo chanya. Wapinzani wetu kwa maana ya Petro Atletico wanawasili hii leo nchini Tanzania majira ya saa mbili na nusu usiku, na kuwasili kwao maana yake ni kwamba tayari mchezo wetu na wao tayari unakuwa umeshaanza. Kesho watafanya mazoezi katika dimba la Benjamin Mkapa ambayo yatakuwa ni mazoezi yao ya kwanza na ya mwisho, na baada ya hapo tutaamkia uwanjani siku ya Jumapili kwenda kupigania alama tatu. Kikosi chetu kinaendelea na programu ya mazoezi, maandalizi yanakwenda vizuri tumekuwa na takriban wiki mbili za nguvu kweli kweli, za kufanya mazoezi na maandalizi na mpaka muda huu nazungumza nanyi mambo yanakwenda vizuri sana kwa upande wetu. Wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri kweli kweli za kiushindani. Wachezaji wetu wanaotaka mchezo wanataka ushindi, wanataka kuchukua alama tatu. Kwa kufahamu ya kwamba tunataka alama tatu, tumelazimika sisi Simba Sports Club kwa kushirikiana na Modod Foundation kufika hapa Al Azam kuja kutoa sadaka yetu na tupate dua kutoka kwao, ili siku ya Jumapili mambo yawe chanya kwa upande wetu. Asanteni sana, aina maswaliyo